Tb sher ya katiba na sheria. Je, ni lini serikali itatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa mahakama ya wilaya na kuteua mahakimu wa wilaya na kwa nini isiridhie mahakama ya mwanzo iliyopo ifanywe kuwa mahakama ya wilaya swali? So hilo linajibiwa e, na waziri wa katiba na sheria Dr. Harrison Mwakyembe. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Alan Joseph Kiula, mbunge wa Iramba Mashariki, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila wilaya ya kiutawala nchini inatakiwa kuwa na mahakama ya wilaya. Kutokana na utaratibu huu, serikali imekuwa ikijitahidi kwa kushirikiana na mahakama kuhakikisha kuwa wilaya zinazoanzishwa zinakuwa pia na huduma ya mahakama vigezo vinavyotumika kuanzisha mahakama katika eneo lolote ni pamoja na: kwanza, hati ya kisheria ya kuwepo kwa wilaya mkoa au kata; pili, umbali wa upatikanaji wa huduma za mahakama; tatu, idadi ya wakazi wa eneo hilo; nne, uwepo wa huduma zingine za kiserikali kama polisi na magereza; tano, upatikanaji wa rasilimali fedha, watu na miundombinu mingine kama viwanja na majengo na sita aina ya shughuli za kiuchumi na kijamii za eneo hilo zinazovuta aina fulani ya mashauri. Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na changamoto ya kukidhi baadhi ya vigezo nilivyoainisha, hususan miundo mbinu, bado kuna wilaya ambazo zinapata huduma ya mahakama kupitia wilaya nyingine. Kwa sasa jumla ya wilaya 21 nchini zinapata huduma ya mahakama kupitia wilaya nyingine ikiwemo wilaya ya Mkalama inayohudumiwa na wilaya ya Iramba. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kuwa serikali mipanga kujenga jengo la mahakama ya wilaya Mkalama mwaka wa fedha 2017 2018. Aidha, mahakama imeomba kupatiwa kiwanja katika halmashauri ya wilaya ya Mkalama, bado mipango ya upatikanaji wa kiwanja hicho haijakamilika tunaiomba halmashauri kupitia kwa Mheshimiwa mbunge waweze kutupatia kiwanja hicho mapema ili kutuwezesha kujenga mwaka ujao wa fedha. Mheshimiwa mwenyekiti, kila ngazi ya mahakama ina mipaka yake kwa mujibu wa sheria na kanuni na hivyo kila moja inahitajika, hivyo hatuwezi kubadilisha mahakama ya mwanzo kutumika kama ya wilaya. Aidha, kutokana na udogo wa jengo la mahakama ya mwanzo iliyopo sio rahisi kwa jengo hilo kutumika kwa mahakama ya wilaya na ya mwanzo. Nimwombe mheshimiwa mbunge na wananchi wa Mkalama kuwa wastahimilivu wakati tunasubiri kujenga mahakama yao ya wilaya. Mheshimiwa mm, Alan Yosef Kiula, swali la nyongeza. Kwanza kabisa, nimshukuru mheshimiwa waziri kwa kutuahidi kwamba mwaka wa fedha kumi na saba kumi na nane tutaanza kujengewa mahakama, lakini cha pili, nimthibitishie nimhakikishie kwamba kiwanja atapata kiwanja kipo. Sasa naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo: kwa sababu wananchi wa Mkalama wanapata adha kubwa na wanakwenda kilomita zaidi ya mia moja kupata huduma hiyo Kiomboi, katika kipindi hicho cha mpito haoni umuhimu wa kuanzisha mahakama ya wilaya ya mpito, kwa maana kwamba hiyo mahakama ya wilaya iliyopo inaweza kuhamishiwa katika mahakama iliyopo Gumanga au Yambi, takriban kilometa kumi na tano ambao kilometa kumi na tano ni within the ndani ya ndani ya kilometa zinazokubalika, ili wananchi waanze kupata huduma hiyo wakati wakisubiri hilo jengo jipya na la kisasa. Swali la pili, je, waziri atakuwa tayari kutembelea wilaya ya Mkalama katika kipindi hichi cha Bunge? Maanake tukitawanyika hapa tutakuwa hatuonani tena katika kipindi hichi cha Bunge, ili aweze kujiodea uhitaji wa mahakama ya wilaya na aone viwanja vilivyopo kwa wingi na huduma zingine za mahakama za mwanzo. Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Joseph Kiula, mbunge wa Iramba Mashariki, kama ifuatavyo. Kwanza nianze na swala la kutembelea Mkalama. Mheshimiwa Kiula, nakuhakikishia mkipata kiwanja kama unavyosema mmepata, lakini chenye nyaraka zote, hata kesho mimi nakuja kesho, na nitajitahidi nije na viongozi wa mahakama kuwathibitishia wananchi kuwa tumedhamiria kuwamalizia tatizo hilo. Pili, naelewa presha aliyonayo Mheshimiwa Kiula kuwapunguzia adha wananchi wa wilaya mpya ya Mkalama. Namwomba mheshimiwa avute subira, hiyo mikakati ya mpito haitakuwa na tija sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili yasijitokeze maswali mengine ya nyongeza, nimeona wabunge wengi wamesimama, naomba ni watulize waheshimiwa wabunge wote kuwa katika mwaka huu wa fedha, mfuko wa mahakama umetengewa jumla ya shilingi bilioni 46 nukta 76 kwa ajili ya miradi mbalimbali mbali ya ujenzi wa mahakama na uh, wa i, ya maendeleo ni jumla ya maendeleo, lakini katika fedha hiyo ujenzi wa mahakama ni shilingi bilioni 36. Kwa hiyo ukiunganisha na pesa tuliyokuwa nayo mwaka 2015-16 ya bilioni 12.3 tuna shilingi bilioni 48.3 na kwa ujenzi wa mahakama fedha hizi zitatumika kujenga mahakama arobaini nchini kama ifuatavyo. Miradi ya ujenzi eh, kwa mwaka elfu mbili kumi na sita na kumi na sita kumi na saba. Kwa fedha hii niliyoitamka itakuwa kama ifuatavyo, ili waheshimiwa wabunge msisumbuke kusimama tena. Tunajenga mahakama kuu mpya nne. Tunajenga Mara, tunajenga Kigoma, tunajenga Dar es Salaam na Arusha tunajenga mahakama za mikoa sita za hakimu mkazi. Tunajenga Simiu, tunajenga Geita, tunajenga Katavi, tunajenga Njombe, tunajenga Songwe na Lindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mahakama za wilaya, tuna, za, za wilaya tunajenga kumi na nne. Tunajenga Bunda, tunajenga Kilindi, tunajenga Bukombe Chato, Makete, Rwangwa, Kondoa, Kasulu, Nkasi, Sikonge, Chamwino na Ntumbo, Nyasa na Hana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mahakama za mwanzo vile vile tunajenga mpya kumi na sita tena katika kipindi kifupi: tunajenga Mwanga, tunajenga Makuyuni Arusha, Ludewa mjini tunajenga Longido, tunajenga Lukuledi Mtwara, tunajenga Gairo Morogoro, Mangaka na Nyumbu, tunajenga Makongorosi, sasa hivi Kombea, tunajenga Uliankuru Tabora, tunajenga Sangabuye Nyambangana, tunajenga Terati Simanjiro, tunajenga Mtowisa Sumbawanga, tunajenga Uyole Mbeya, tunajenga Kibaya Kiteto. Tunajenga, tunajenga Mdandu Wange ngombe na Chanika Dar es Salaam. Nimalizie tu Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba katika ujenzi wa mahakama hizi, mahakama kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Ardhi na Baraza la Taifa la Ujenzi watatumia ujenzi wa gharama nafuu, lakini majengo yatakuwa bora. Tumetumia teknolojia hii mpya kujenga mahakama ya wilaya ya Kibaha ambayo wengi mmeiona tena kwa gharama ndogo ya asilimia 40, 40 chini ya, ya, ya bei ya kawaida hizo conventional method, tena kwa kipindi kifupi cha miezi mitatu tu na kwa kiwango kikubwa cha ubora wa jengo.